ya safi asafi ha, nashukuru Mungu yeah. La, lakini Mungu lakini bado pia nahitaji kwenda juu zaidi kiupande wangu. Mimi maisha ya star mimi siwezi kuyaongelea mm. Mi so, si nachokijali tu ni kwamba mashabiki zangu wasikie vitu vyangu mm. Kuna mashabiki wengi washaniambia kwamba dogo, ujui kuimba yeah. So mii nazidi kuongeza nguvu kwamba nitoe vitu vizuri wao zidi kuvikubali, ila yeah. Mimi maisha ya kiustaa mm. kawaida tu yaani, hayana tofauti na mtu wa kawaida. Hata wewe mwenyewe unaweza kuamua kuishi kistaa, unaweza. nakumbuka siku ya kwanza ile nilikuona, bwana ukiwa na ria, bwana ukiwa na ria ile. kilio kinatokana na nini kile? Bwana ni machungu sana yani. mm. machungu sana. unaumia sana. yeah, naumia, tafanyeje fanyeje, Watanzania waweze kujua kitu changu, kwamba na kitu kikubwa. Unajua, mtu ukimfata uh -huh hapa hapa hivi wazi kwa mimi, kama una kitu kikubwa, ila baada ya muda mm. atakuja kujua kama una kitu kikubwa hasa. Mimi zeni nachokitaji kuomba tu ni support ya mashabiki afu, zeni baada hapo ndo wataona kitu changu sawa kabisa. Nyumbani unaambia wapi kweli? Nyumbani mimi ni Kigoma Kasulu, Kigoma Kasulu, Kasulu ya hivi, kwa anatokea Likiba Diamond, si ndio? Ah huko anatokea Likiba Diamond, Baba Levo, Mwijaku, Ndalo mm -hmm. wanatokea mastaa wengi sana, mpaka wengine siwafahamu. Umemcheka hata mmoja wa kufanya naye kazi wa kusaidia bwana Ta, au wote nadhani washaona kazi zangu bila kicho yeah. Cheki bado sijawacheki. Naona anaendesha kampeni za ubunge so labda nitamwambia labda tajaribu kumtafuta. Eh, bwana itabidi nijaribu kumwomba nami nikasapoti Baba Levo. Harakati za ubunge zile. Si ndio? Umeachia ngoma mpya saivi? Eh, sasa bwana nimeachia ngoma mpya inapatikana katika digital platform uh -huh, zote inaitwa Champion. Champion. Yeah, yeah, uh -huh. When call my name and call back Oh uh, give me your number do send oh uh, I'm a newcomer thisili oh uh, WhatsApp TikTok tu chati support komina mimi na ngoja ngoja ni we namba moja moja yeah enro champion champion yeah bado umeita ume, ume, ume, ume, ume, champion. Ruga, pia nimeona na ngoma ambayo pia inaitwa Champion. Kwa nini umechukua idea, idea imefanana ama e ki moja, ki mm -hmm. So, ni nini bwana? Championi kwanza ni kitu kimoja hata pia kitu kimoja kinakuhusu, so ni kwa wale watu ambao wanakuchukulia vibaya uwe jite champion, jite bingwa bingwa. Jite bingwa ndio maana nikaamua kujita champion. Lakini zeni hii nyimbo na vitu vingi ambavyo nimevimba ni kama utambulisho. Hmm. Ya kama utambulisho fulani, kujiomba e, kama, kama nimeingia kwenye game kuomba sapoti, ndio hivyo tu. Nilikuwa ni nauliza swali moja kwamba bwana, ebu ukikutana na Dogo Ruge muulize bwana, lile jicho lina nini lile lile bwana? ah. hmm. Kuhusu jicho langu bwana eh. Licha yangu mimi kifupi lina shida ila siwezi kutoweza kuliongelea kwa leo. Mm. Ya ina wan... shida. Ya ina shida kidogo. Nasikia ulipigwa. Ulipigwa bwana bwana. bwana. Eh? Yeah. Eh? Nasikia ngumu. <laughs> Kwenye ugomvi ugomvi wako ule bwana <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ah, ah siwezi kuliongelea kuliongelea. Umesikia kwa kwa mbali mbali. Unajua iko mando kabisa kwa leo, ulikubali kichapo. Of course mimi, mimi ah, <laughs> so mimi kawaida tu. Ni <laughs> kawaida. Jicho likamlikachezea kichapo, hebu lizuma, hebu lizuma, lizuma hilo jicho. Nasikia kwa hiyo au Iluminati? Ah, mna bwana. Eh? So Iluminati bwana, nasikia Iluminati ndo mnafuta jicho moja, saimbo yenu ya bwana. Ah, mna bwana kawaida. Kuna, kuna kweli wewe Filmason? Hapana. Eh? Nasikia usiku wewe so mwepesi wewe. Ah, mna bwana. Wakikucheki wenyewe unawaambiaje? Maana wenye saimbo kama hii ndo Mtu yote akikucheki, akikucheki wewe, msikiliza anachokiongea, kama utaona kinafaa, ndio ni uamuzi wako. Lakini wanasemaga mtu akikuita usikatae, akikuita. Kama msikiliza anachokiongea ni kitu gani? Kama ukiona kinafaa, basi sawa, utachukua uamuzi. Mhm. Lakini kwa kweli hasa, wazazi wako wanakuambiaje, wakiona hivyo, unaweka nani, kwa sababu naamini imani za wazazi wetu bana, sometimes na kongani kali zile bana. Sikwanza, nakuona unavai duda, alikwambiaje? Mi, mimi mzazi wangu alivyoniona kwanza jinsi nimevaa idude yeah. Alifurahi kwanza kwa sababu mpaka yeye kuniona kule Kigoma mpaka video itoke huko iende kule yeah. Imemfikia yeye ameiona, yeah. ni jambo moja la furaha sana alivyoiona. mm -hmm. Alifurahi wala na wala niongelee chochote yeah. mm -hmm. E, bali tunazidi kunibariki tunavyosikia nyimbo yangu yeah. Ndo siseme kafurahi zaidi ay, ni mama da, hongera mwanangu, unapambana vipi? jicho wamekuumiza? nikamwambia ye <laughs> <laughs> wame hey. Mama akasema pole, lakini hey. endizidi kupambana uh -huh. mm. naongeaga naye mengi tu bana uh -huh. yeah. kwenye uchawi, kwenye muziki, Bwana, muziki yeah. ni imani yako tu uh -huh kila mtu na imani yake. Kuna wengine wanafanya biashara, wanatumia vitu fulani yani kila mtu na miungu yake anavyosema. uh -huh. Ehe, so mziki tu, mambo mengi, kuna baadhi hata uh -huh. shughuli zingine mtu anafanya uh -huh. ana imani yake uh -huh. ni vitu vya kawaida tuptea bwana. Mimi kifupi, mimi sipotei, labda tu anifuatilie mimi kila siku uh -huh lazima niwepo mtandaoni. Eh. Mhm. Saka unaonesha uwezo wako hasa kwenye kuimba. Yeah. Mm -hmm. kuimba. Ngoma yeah, yote ya Diamond Diamond. Diamond na Ngoma ngoma ngoma gani? Yote Yote ya ya Eh. ile. Tusikie kwenye uwezo wa kuimba. Maana kama hapo. fresh. ee uh. Tutakupigia ngoma nikipata cash na ko fresh kama kiu kamba niko na destiny ko fresh na kafiu chanda.

Zuka. King Falme. Ah, king falme, bwana, nyimbo nazijua nyingi sana King Falme. Yo.

Me love you Kiza mi love mama Yeah. Tumezena chui vivan boy. Mziki shule watoto walikimbia umande sasa nashindanisha pilau na makande nenda kawange la bado utakao upande na itachui tuko Wasafi kwenye mkoo wa mzenyange mm -hmm. watoto wanadeka kamana menya pepa, making my paper, mm -hmm. making my paper. sijachana mikeka mifuko imecheka samwendo wa mateka wa mikono juu mikono juu mikono juu mikono juu Bwana, ah, ngoma zote kuna ashana mm -hmm. kuna jozing jozing ndio kwa jozing ni kwanza she wanna give me last me and on the do one eh ever that don want anything na de bula mon

la kumalizia kwa Watanzania ambao wanakutazama sasa hivi? Eh, bwana Watanzania, mimi nachowaomba uwezo upo bwana. Uwezo upo. Uwezo upo. Uwezo upo. Na ana rap na naimba kila ngoma ambayo anamtajia hapa. Ah, ni kipaji tu Mungu alichonipatia. Yaani binadamu wote tumezaliwa tujui kitu, lakini Mungu tume, tume ndo anatupatia. La mwisho tunawaambiaje watu? Na Ewana mashabiki mi nachowaomba tu mweze kuwaamini kwamba na uwezo mkubwa, so nachowaomba muweze kunisupport, kama mweze kusupport wengine na mimi niweze kufika level ya juu zaidi, nitawaletea nyimbo nzuri sana.